Mkiambiwa mwenyekiti wenu, rais wenu muuaji, waambie ni kweli, ameua nguvu hasi ya upinzani. Mkiambiwa mwenyekiti wenu, rais wenu muuaji, waambie kweli, ameua njia zote za kuzidisha umaskini ndani ya nchi hii, na amekuza amekuza uchumi wa nchi hii. Kwa hiyo tumeua yale mambo hasi ya kuturudisha nyuma kiuchumi na tumekuza huko. Mkiambiwa mwenyekiti na rais wenu muuaji, waambie ni kweli, ameua giza lilokuwa limegubika Tanzania, na kwamba sasa Tanzania katika kiwango cha kimataifa inang'ara. Ndiyo niliyoua rais wenu na mwenyekiti wenu. Sijawahi kuua mtu, labda sisimizi nimeua, lakini sio mtu. Kwa ndugu zangu, simameni tu mjibu, simameni tu mjibu. Hawa watu hawana pa kushika kwa sasa. Lililobakia muoneni, yule mwana kadhaa wa kadhaa sasa. Mwana kadhaa wa kadhaa na ndugu zake, jibuni tu.